Naomba tuombe Mungu wetu na Baba yetu, katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu, wewe ni Baba, sisi ni watoto wako. Tuna kila sababu za kukufurahia na kukupenda, mfalme. Maana umetuambia wenye haki wanapotawala kunakuwa na amri, kunakuwa na usemi, kunakuwa na sauti kunakuwa na kishindo cha kiongozi, na anakuwa na maamuzi, na watu wanafurahi, watu wanakuwa na amani, watu wanakuwa na changamko kila mahali. Anapoinuliwa kiongozi asiye na haki, watu wanaugua. Baba, tumesimama mahali hapa, tunakusii, tuko kwenye kipindi cha uchaguzi. Baba, tunakusii onekana juu ya taifa la Tanzania, onekana kwa madiwani, onekana kwa wabunge, onekana kwa gazi ya uraisi na makamu wa rais. Mungu liye mwaminifu tuinulie wale watakaosimama kwenye haki ya kweli, ili amri ikaonekane, sauti ikasikike, furaha ikasikike kwenye miji ya watu kwenye taifa la Tanzania, watu wakafurahi, watu wakashangilie. Baba, tunataka kuiona furaha ya kweli ndani ya nchi ya Tanzania, utakapotuinulia madiwani wazuri, utakapotuinulia wale wabunge wazuri, utakapotuinulia yule rais mzuri mwenye kusimama kwenye haki, atakayezungumza na watanzania wakafurahi, atakayetamka watanzania wakafurahi, atakayekuwa na amri atakayekuwa na mamlaka yale ya kimbingu, atakaposimama Bwana, kila mmoja atasema hakika, huyu ndiye rais uliyetupa Tanzania, huyu ndiye mbunge uliyetupa kwenye majimbo, huyu ndiye diwani kwenye eneo letu. Baba tunalia Baba tunaomba, sikia kuomba kwetu, sikia kuomboleza kwetu. Hatutamani kuugua, hatutamani kupata magonjwa, hatutamani kukosa amani katika nchi ya Tanzania. Baba tunakusii wewe, Mungu unayesikia wewe, Mungu unayejibu maombi, tunakuamini Baba kwamba sikio lako sio zito. Wewe unasikia maombi, wewe unajibu maombi, na ndivyo ulivyotuambia: ikiwa tutashuka tutanyenyekea na kuomba rehema, wewe utashuka na utasikia maombi yanayoombwa mahali hapa. Tunaamini tumeomba rehema, tunaamini tumetengeneza na wewe, umepokea maombi yetu. Ndiyo maana tuna kila sababu za kuomba mbele za kiti chako cha neema kwa ujasiri, kwamba Baba, tupe kiongozi tupe rais, tupe makamu, tupe wabunge na mawaziri watakaotoka kwako, watakaotuongoza kwa amani, watakaotembea na sisi kwa amani, maana ndivyo ulivyosema, kabla ya mambo yote, unataka dua na sala vifanyike kwa ajili ya watawala, kwa ajili ya wakuu, kwa ajili ya viongozi. Tumesimama mahali hapa, e Bwana, tunaomba kwa ajili ya viongozi, tupatie viongozi. Mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, tumebakiza siku chache, tumebakiza siku chache, tunaenda kuchagua. e Bwana, tusaidie watoto wako, tupe macho ya rohoni, tupe macho ya rohoni. Tuondolee ndani yetu ile roho ya udini, tuondolee ndani yetu ile roho ya chama, tuondolee ndani yetu ile roho ya upinzani. Achilia ndani yetu yale macho ya rohoni, yale macho ya rohoni, yale masikio ya kusikia kwamba ni nani uliyempendekeza. Tusiende kwa akili zetu, maana umesema tusizitegemea akili zetu wenyewe. Baba, tunataka kukutegemea, tunataka kukutumainia kwenye uchaguzi huu, utatupa viongozi sahihi, bilo ombi letu webu. Ee Bwana ili pawe na amani Tanzania, ili pawe na furaha Tanzania, tupe viongozi wazuri, watakao kutoka kwako Bwana, watakao simama kwenye haki, ili Tanzania ikafurahie, ikauone wema wako, ikazione fadhili zako, katika jina la Yesu na katika damu ya mwana kondoo. Baba, usiachilie viongozi wanaopenda rushwa, viongozi waovu Usiruhusu Bwana wakapewa madaraka, wakapewa madaraka, tusaidie watoto wako, hatuna pa kwenda, tumekimbilia kwako Bwana ili tusiaibike, tumekimbilia kwako Bwana ili tusiaibike, na kwa haki yako utuponye, tupate viongozi wazuri, pate viongozi wazuri Tanzania, ili kila mmoja awe na amani, ili kila mmoja awe na furaha katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu tunajua, e Bwana wako wanaotumia mabavu, wako wanaotumia nguvu, wako wanaotumia rushwa. Hakuna usiloliweza mfalme, we unaweza kupindua viti vyao, we unaweza kupindua nafasi zao. Inua kwa damu ya mwana kondoo, simamisha wanaokupendeza, simamisha wale unaowataka, inua wale unaowataka wewe. Mungu wa mbingu na nchi, wewe Mungu wa Tanzania, wewe Mungu uliyeiumba Tanzania, ukaachilia amani Tanzania, tuinulie viongozi wazuri, katika jina la Yesu na katika damu ya mwana kondoo. Baba, tunarudisha sifa, heshima na utukufu kwa kuwa unastahili Baba, ni katika jina la Yesu. Tumeomba na kuamini sema amen. Sema tena amen.